Tena kwenye channel hii ya Matukio 254 na kama hauja subscribe tafadhali fanya hivyo ili kuweza kupokea habari kem kem. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini, IEBC ikiongozwa na Kamishna Mohamed Nur Hassan imesambaza stakabadi za kupiga kura kwenye uchaguzi mdogo ujao katika maeneo ishirini na mawili ya kupigia kura tarehe 27 Alhamisi ijayo. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini imewahakikishia Wakenya kwamba zoezi hilo litakuwa la sawa na kweni kulingana na katiba. Ikumbuka uchaguzi mkuu ujao utafanyika mwaka wa 2027 siasa zikishuhudiwa hapa na pale kwa wakati huu. Endelea kutegea matukio 254 ili kufahamu zaidi kuhusu siasa za hapa nchini Kenya na maeneo mengine, usikose kusubscribe kwa kufinya kengele.